Unapokwenda hospitali ikiwa umevunjika mkono, unaambiwa kwanza, ngoja tu kupiga X-ray. na baada ya kupigwa X-ray unakabidhiwa picha yako ya X-ray. unaweza kujiuliza hii X-ray imefanyaje kazi na wamewezaje kuona sehemu za ndani za mwili wangu, na kama wameweza kuona sehemu za ndani za mwili wangu, kwa nini nyama hazikuonekana, imeonekana mifupa tu? Maswali mengi kama haya yanaweza kuja kwenye akili yako sababu kazi yangu ni kukwambia mambo ambayo huambiwi. Leo nakupeleka kwenye hospitali tukaangalie vipi x-ray inafanya kazi. Kwanza tuangalie nini x-rays. X-ray ni aina ya mionzi yenye nguvu sana, mionzi ambayo inatumika kukuangalia sehemu za mwili wako bila ya kukufungua. Nikisema bila ya kukufungua, maana yake kwa mfano kama tulitaka tuangalie mkono wako umevunjika wapi, tulilazimika tukufungue au tukupasue, kama hatuna x-ray. Lakini kwa kutumia x-ray tunatumia mionzi tu kujua wapi umevunjika au wapi una tatizo. Sasa inafanyaje kazi? Kwenye video hii nitatumia mfano, labda mtu amevunjika mkono, tuangalie vipi inafanyaje kazi. Mashine ya x-ray inatuma miale kwenye mkono wako moja kwa moja. Miale hii inapita kwenye sehemu laini tu za mwili wako, lakini sehemu ngumu haipiti kama vile mifupa. Hii inapita kwenye sehemu kama nyama au misuli au ngozi, lakini kwenye mifupa miale hii inakwama na inasambaratika, haipiti. Na kawaida mtu anapopigwa x-ray mbele ya kiungo chake kunawekwa digital detector, ni kama picha fulani ambayo inapokea mwanga kama nilivyokwambia kwamba miale hii, kuna sehemu inakwama na sehemu inapita. Sehemu laini za mwili wako inapita, lakini sehemu za mifupa inakwama. Kwa hiyo inapopigwa moja kwa moja kwenye kiungo chako na mbele iko ile detector, kinachotokea zile sehemu ambazo zinapita mwanga unakwenda moja kwa moja na sehemu ambayo inakwama kunatokea kivuli. Ndiyo maana unapopewa picha yako ya X-ray unaona sehemu za mifupa ni nyeupe, lakini sehemu nyingine zina kama kivuli kivuli. Sehemu za kivuli ni sehemu ambazo ni sehemu za nyama na ngozi, lakini sehemu ya mifupa inakuwa nyeupe kwa sababu ule mwanga haukwenda moja kwa moja ulikwama kwenye sehemu ile. Hapo ndio madokta wanakupa x-ray picha ikikuonyesha sehemu ya ndani ya mwili wako. Na hapo madokta ndio wanajua mtu huyu kaumia sehemu gani, mtu huyu kavunjika sehemu gani. Unaweza kuniuliza kwa nini sasa kwenye mifupa haipiti. Mifupa ina madini magumu sana, madini ya calcium. Hivyo miale x-ray inapopigwa pale inaishia pale pale, haitokezi sehemu ya pili, tofauti na sehemu nyingine za mwili wako. Hii ni Alzenjbary Technology, kazi yangu ni kukwambia mambo ambayo huambiwi. Ikiwa ndo kwa mara ya kwanza naangalia video hii, usisahau kulike na kusubscribe, na kama una swali njoo sehemu ya comment.